Watoto wataenda shule kwa muda mrefu. Watoto wa eneo la Mbambarinyi, wadi ya Kasigau, kaunti ya Taita Taveta, wamekuwa kitembea umbali mrefu kwenda katika shule za chekechea zilizo mbali, hali ambayo imekuwa ikiwaweka katika hatari kubwa ya kushambuliwa na tembo na wanyamapori wengine hali hiyo imewalazimu wakazi wa eneo hilo kuungana na kuanzisha ujenzi wa shule ya chekechea wakisaidiwa na wahisani, ili kuhakikisha watoto wanapata elimu katika mazingira salama. Nyingi sana, watoto wetu wanatoka, wanatembea mbali kama kilomita tatu to wengine ni zaidi ya hiyo, ili wapate masomo na ni wadogo so inabidi saa nyingine mzazi badala ufanye ile kazi ya asubuhi inabidi mtusindikize um, um, mpaka huko Jumana. Saa nyingine hapa kuna wakati wa wwanyama waori, huwa wanakuja ndovu, nyati, huwa nyingine hapa katikati hapa ndovu ziko, inabidi wewe mzazi utoke na mtoto wako kutoka kule chini umsongeze paka huko barabara ashikane na wazake ndio aende shuleni ah. Kwa hivyo sisi tunashukuru Mungu sana, maana tumetafuta msaada hatujapata bado, lakini tunashukuru yeye Mungu ambariki sana na endelee kumbariki watoto wetu. Wanapitia changamoto nyingi, wanatoka kilomita kadhaa kutoka hapa kuelekea shule. Tunataka tuanzishe ECD hapa Mbambarenyi, so kama Shangaishi Foundation, nilipopigiwa simu nikasema, leo nimefika hapa Kasigau Ward, Mbambarenyi hapa area ya Bungule nikasema, kwa sababu kuna shule inaanzishwa, nikasema nilete mabati haya ili watoto waendelee kuanza kwa sababu elimu ndio msingi wa maisha na elimu ndio ufunguo wa maisha, so ndio nimeamua leo hii nikuje nilete mabati haya na ninaimani atawasaidia na tuweze kukuza elimu ya watoto wetu hawa. Jamii ya Mbambarenyi sasa imeeleza kuwa ujenzi wa shule hiyo utaleta mabadiliko makubwa kwa watoto wa eneo hilo na kuwa mfano wa nguvu za umoja na kujitolea kwa maendeleo ya kijamii. Gabriel Mokuma kutoka wadi ya Kasigao, kaunti ya Taita Taveta.